Kuweza kuungana nawe mimi ni Mashirima Kapombe. Kuna mengi tuliyokuandalia, tuanze na zile taarifa ambazo tunazipa kipaumbele hii leo, ambapo waziri wa Kawi Opiyo Wandayi ameonya dhidi ya wizi wa nguvu za umeme. Akizungumza eneo la Meru, Wandayi amesema kuwa kumekuwa na visa vya vi umeme kuwekwa kinyume cha sheria. Hata hivyo, Wandayi aliyeandamana na katibu wake Alex Wachira aliwahakikishia wakazi wa Meru kuwa shirika la Kenya Power halitakata umeme uliowekwa kinyume cha sheria na badala yake itaangalia namna ya kurekebisha mita za stima zisizo halali na kuzirekebisha. Walikuwa wamezuru eneobunge la Igembe ambapo Kenya Power imeng'oa mitambo ya transfoma na kuacha maelfu ya wakazi gizani. Wakati ambapo kuna operation, watu wa Kenya Power wahusishe watu wote kutoka watu wa kutoka chief, assistant chief DC na polisi. Wakati ambapo hiyo kazi inafanyika, zingine ambazo tunaweza fanya regularization, na wajua waziri ataongea juu yake. Hiyo tumeongea na viongozi wenu, tumeongea na KPLC na hiyo tutarekebisha, watu wawekewe mita ambazo ni halali na ni mita ambazo wataweza kulipia stima. Si hapo ni sawa? Wale wananchi ambao waliondolewa wali, wali, wali, wali transformers, transformers tarudishwa, na wale wananchi ambao wanataka ku apply kwa stima watapewa nafasi ili wa apply kwa stima ili wapewe meters mpya. Na la muhimu zaidi, tulikubaliana ya kwamba wale wahalifu ambao wanajihusisha na mambo ya illegal connections hatua ya, ya kisheria itawachukuliwa.